Yote haya yotangulia katika adilla min al-kitabi wa sunnah wa ijma' wa ijma' salaf ambazo zinaashiria

kwamba yuko juu. Yote haya ahlu ta'thili wamepinga kauna Allah bi dhati fi samaa smaa, ahlu ta'thili ahlu kalam falsafa ahlu bid'a, wamepinga kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hayupo juu kwa dhati yake, wafasaru maanaha na wakaleta tafsiri katika maana yake anna samaa anna fi samaa mulkahu wa sultana kwamba kule mbinguni kuna ufalme wake na utawala wake na wa nahwa ambayo yote haya ni kalamu batil mukhalifu lilkitabi wa sunna mukhalifu lima alayhi salafuna salih, narudu alayhi bima sabaka fil qaidati rabia, al qaidatu rabia laha

Lianahu sifatu kamal sifatu luluu hiya sifat eh, sifatu kamali, ni sifa ya ukamilifu. Kwahiyo unapotaka kuiondoa sifa hiyo kwa Allah subhanahu wa taala, maanake unakwenda kumpa sifa ya upungufu, kwamba kuna kiumbe katika viumbe wake watakuwa juu yake. Hadha la yanbaghi lijalalihi wa kibriyaihi wa adhamatihi subhanahu wa taala. Ama wajhu sadis katika radi ya hawa ahlul bid'a, annahu <coughs> annaha dilalatu lfitra aleih, kwamba ni dalili ya kimaumbile. Kimaumbile mwanadamu ameumbwa tangu akiwa mdogo akimtambua Allah kwamba yuko juu. Hata mtoto mdogo wa mwaka mmoja miwili mitatu ambaye kishaanza kusema, ambaye anatambua maneno ukimuuliza

asmaul mabniya ili iwe hii fi hapa, ah iwe ni ni zarf maana fi wamaana na kisha, kalaotambihia hii dalili ya mwisho h rahimallahu taala iko daia katika mambo akisema. Alimam Ibn Qudama rahimahullah ametaja kwamba imenukuliwa kutoka katika baadhi ya vitabu vilivyotangulia kwamba katika alama za kumjua mtume na masahaba wa wake Jitajo kwamba watakuja, atakuja mtume ambaye yeye masaabu yake watakuwa na sujudi ardhi, ambao ndo tunavyosali sisi, takana sujudi ardhi, na wanadai kwamba mungu wao yuko wapi? Yuko mbinguni, ambao hii riwaya ha, ameleta ameipokea alimadu na Kudama na Allah Taala kaileta katika kitabu chake Alulu, lakini ni sanadia iliopokelewa na mtu dhaifu adibini

si mambo ambayo yaliokuwa rasmi au yaliokuwa hasa kwa umma huu peke yake, bali na nyumata zilizotangulia. Eh, walikuwa wakimsujudia Allah na wakiamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu, sababu sifa sifatu luluu ni sifa tu dhati, ni sifa ya dhati yake Allah subhanahu wa ta'ala <coughs> wama la yahtassu la yasihu an yakuna alama kishakalita kanuni eh kitu chochote ambacho hakihusiki si hasa kwa mtu fulani, haisihi kukifanya kuwa ni alama yake. Nenda utamwona mtu fulani mweusi, unakwenda kwa watu ambao wote mia moja ni weusi. Sasa utamjuaje katika wale watu mia moja watu wote weusi? Hakuhusika yeye na ule weusi katika watu weupe, mpaka yeye awe ule weusi wake ni alama yake. Kwa hiyo kanuni nasema, mara yaftasu

ikija zaam katika lafdhi ndani ya Qurani ndani ya sunna ni katika mambo ambayo yana shakia. Zaama alladhina kafaru an la yubathu qul bala rabbi la tubathunna thumma tunabbauna bima amiltu wa wadhalika ala Allahi yasir. Hani huwa ina ina inatamkwa katika yale mambo yasiyokuwa ya uhakika, na jambo letu la kwamba Allah yuko juu eh, ni jambo la uhakika, jambo la itikadi. Hatuna haja sisi ya kutumia riwaya ambayo ni dhaifu kisha imekuja na alfadhi

Kaifia alivyo huko ikoje. lhili al Alitaka kuuliza mtu mmoja wa katika wanafunzi baada ya darsa, anauliza, tumeona kwamba kursi ni maudhi kadama Rahman kaifa, alafu kursi iko chini alafu yani ngambela kaifa haipo katika sifa za Allah. Kaifa ni sala ni swali la bid'ah katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, sisi tunaishia pale alipotueleza yeye na alipotueleza mtume wake sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Wa sababu dhati yake sisi hatuijui wala yuhituna <coughs> bihi ilma

masbahda adila zinginezo ambazo si kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya hapo hatuzidishi na wala baada ya hapo hatupunguzi. Tunabaki kama jinsi ambavyo livoeleza, hatuleti kaifia na wala hatufanyi taawili na wala hatufanyi ta'til wala hatufanyi tahrifu, sababu yote haya ni katika mambo ambayo yatakwenda kupeleka na kutoa nje ya yale makusudio ya Allahu subhanahu wataala, faqala al-istiwa gheiru majhuli Akasema al-Imam Malik mjibu yule aliyemuuliza kwamba kile kitendo cha Allah Subhanahu wa Ta'ala cha kustawi tumesema, al-istiwa' alistiwa bi maana as-su'ud wa madha wal-irtifa' wal-ulu wazi. Tukasema sifatul-istiwa ni sifatu madha sifatul-fi'il, kwa sababu imekuja kwa tartibi, tartib walladhi khalaqa samawati wal-ardha

kuuliza kaifastawa huu ni uzushi sababu hakuna aliyetangulia katika salafu na saleh aliwahi kuuliza swali hilo. thumma amara birajuli fa ukhrija, kisha akaamrisha wanafunzi wamtoe yule muulizaji, sababu swali hilo ni swali la shubha, wasianzake katika shubha na kuwafanya waanze kupata dhiki katika vichwa vyao. Mtoeni, akawa

Aalisihaya ni maneno ambayo ameleta Shekh aimi rahimahullah taala katika kufafanua na kusherehesha jawabu laimam Malii aa Malik asbah. Anasema kwamba baba yake sio Anas bin Malik sahaba, bali wengine, bali babu yake Malik ni kibari tabi'in. Babu yake Malik sababu so, anaitwa Anas ibn Malik ba, huyo Malik babu yake ni katika matabii wakubwa wa, wa abu jadihi min as-sahaba, na baba wa babu yake ni katika masahaba. Ulida Malik, amezaliwa ni Imam Malik sana 93 bil Madina mwaka wa tisini na tatu katika mji wa Madina, na akawa amekufa ndani ya mji wa Madina, na ndio maana akaitwa Imam Darul Hijra. Amefanya kazi ya kufundisha katika msikiti wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kipindi chote, mwaka wa 179 huwa fi asri tabii atabiini, naye akiwa katika zama za tabii tabii swila. So Malik

Ili namna ya kustawi kwa Allah huko juu haifahamiki kwa akili, an Allah taala adhamu ajal, kwa sababu Allah ni mkubwa na mtukufu zaidi, min an antudrika alqulu kaifiata sifatihi, kuliko vile ambavyo akili inaweza ikadiriki na kufahamu kaifia ya sifa zake au namna ya sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala. Akili ni dhaifu kulinganisha na sifa za Allah na, na, na akili, wal imanu bihi ay imanu bil istiwa ni wajibu, yurudi fil kitabu wa sunna, sababu kullu ma warada fil kitabu wa sunna fal imanu bihi wajib, kila kilichokuja katika kitabu na sunna kuamini ni wajib, wa sualu anhu yani an al kayfi, kuulizia kuhusiana na vile alivyostawi Allah alivyojuu huko kaifia ya yake namna alivyo, bid'atun ni uzushi, li'anna ya kaifia ya sifa ya Allah haikuwepo wakati wa mtume na masahaba wake. Kisha Imamu Maliki khaufa min an yaftina an-nas Oho, wa wakofia sija akawa fitini watu fi aqidatihim, na eh, katikaetikanisa wataazira lahu na iwe ni kama adhabu ta'zir, adhabu yake bimanihi min majalisi al-ilm lilmu wakumzuia yeye kuingia katika vikao vya elimu na maishi hapo, tuendelee.